Tunauliza hata ka county commissioner, tunauliza tunauliza watu wa, wa polisi tunauliza kila, kila sehemu vitengo vya amani tunawauliza ya kwamba wasitake sides. Wasitake sides. Let them be neutral Wawe katikati, wasaitie Nyamira tulikuja pamoja, tuwaombe na kwa sababu walikataa kucha zizi kama viongozi, tuliweza kuomba kama, kama ilivyo kawaida. Hiyo ni kazi yetu, tuliwaombea na tukawaacha mikononi mwa Bwana. Kwa hivyo tunawasi viongozi wote wa Nyamira, mukuje pamoja, mutii Mungu, mushikane mikono na muita wa wachungaji pia wao waombee mwende mbele, eveni katika makanisani mwetu. Inaweza kuwa imetuadhiri hata ule mama mboga mwenye anauza hata mwenye bodaboda naye imemwadhiri katika hii kaunti ya Nyamira kwa sababu eh, kuna ile kukwama kwa maendeleo.